Mlango wa sita. Njoni, tumrudie Bwana, maana yeye amerarua, na yeye atatuponya; yeye amepiga, na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue, nam tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua, kama mvua ya vuli iinyeshayo nchi. E, Efraimu nikutendee nini? E, Yuda nikutendee nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao mapema. Kwa sababu hiyo, nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adamu. Huko wamenitenda mambo ya hiana. Gileadi ni mji wa hao watendao maovu, umetiwa rangi ya damu. Na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamoteavyo mtu, ndivyo kundi la makuhani wauavyo katika njia ielekeayo Shekemu. Nam, wametenda mambo maovu sana. Katika nyumba ya Israeli nimeona jambo bovu kabisa, huko uzinzi umeonekana katika Efraimu. Israeli ametiwa unajisi. Tena, e Yuda, wewe umeandikiwa mavuno. Hapo nitakapowarudisha wafungwa wa watu wangu.